Wazee wa kaya Mtswakara wamewataka viongozi wa kaya kutoka jamii ya Mijikenda, kuweka kando tofauti zao na kushirikiana kwa lengo la kudumisha umoja na kulinda utamaduni wa jamii ya Mijikenda. Wakiongozwa na Shaban Ndegwa, wazee hao walitoa wito kwa viongozi wote wa kaya kutoka makabila mbalimbali mbali ya Mijikenda waungane kama ndugu ili kuhakikisha tamaduni zao hazimezwi na mabadiliko ya kijamii. hii siku kwangu ama kwetu ni kubwa, tuna furaha ambapo hii tangu jadi hata haijafanyika, hata mababu walokwenda mbele za haki hawajapata kufanya sherehe kama hii. Sherehe hii ni nzuri kwetu, ni nzuri kwa jamii, ni nzuri kwa wapwani wote kwa ujumla, kilifi na Kwale mpaka Taita huko, na ni nzuri hata kwa Kenya nzima, kwa sababu ni mwongozo, tunaangalia mambo na ushirikiano kuna siku itafika, pana kwa majali wa siku ya Chenda Chenda. Chenda Chenda ndio tunaanza tayari saa hii kuangalia. Ikiwa wewe ni mchezaji mpira, mpira uweze kucheza hivi, mpaka ufanye mazoezi. Wakizungumza katika mkutano wa maandalizi ya sherehe ya Chenda Chenda, wazee hao walisisitiza kuwa migawanyiko baina ya viongozi wa kaya inadhoofisha juhudi za kuimarisha mshikamano. Hii ni shukrani kubwa sana wale waliopanga kama hao viongozi wenzetu wanaokuja, hasa Chuma Nzai Kombe, wamepanga vizuri na saa hii wakuja kutuhamasisha manake, tangu Chenda Chenda kuna wakati ilikuja, siku ilikuwa na nitini ngapi, 2000 na something, ilikuwa marehemu Abdalla Ali Myenze alikuja pale, hapo nje Mgamani kuna mti mwingine mkubwa unaitwa Mgama, na tulifanya sherehe ya haya makaya karibu yote lakini kuna wenzetu nao pia wana changamoto, wataki kutufikia kuja kwa sababu wana mabifu. Sasa sisi hatutaki bifu, sisi hatutaki mtu ambaye yeye ako kivyake. Sisi tunashirikiana na mtu yoyote, mkubwa ni wetu, mkubwa ni wetu, mdogo ni wetu. Kaya Mtswakara na makaya yote tisa, miji tisa, tushirikiane tuwe pamoja, ili tuweze kudumisha mila zetu na tamaduni kwa upande wake, Benson Kalimbo, mratibu wa Kaya Mtswakara, aliwahimiza vijana kukumbatia na kujivunia tamaduni zao badala ya kuzitenga. Kulingana na Benson Kalimbo, vijana kutenga mila zao kumechangia wengi wao kujihusisha kwenye makundi ya kihalifu yanayovuruga amani katika kanda ya pwani. Akishirikiana na viongozi wa makaya na wale vijana, kuwapa elimu kwenye mabaraza, vikao fulani itasaidia kwa sababu kitu ni kwamba kama wao jamii moja Waduruma wanaanza kufikia kiwango cha kukatana mapanga, je, ukiwa na jamii ya kutoka kwengine si watazidi? Sasa ni wanataka elimu zaidi, wapate elimu ya kutosha ili waweze kujua umuhimu wa kuishi kwa amani. Chenda Chenda itakayofanyika mwezi wa tisa tarehe tisa ni miongoni mwa sherehe zinazounganisha makabila tisa ya Mijikenda na inatarajiwa kuvutia maelfu ya watu kutoka jamii za Mijikenda katika kanda ya pwani. Nikiripotia runinga ya Ashifa, jina langu ni Ron Dupriz.